Watendaji wa kata wakatugombesha, wakatuambia mmeona shamba tumempa mtu mkubwa, kwa hiyo ndio maana mnajitokeza, hili shamba sio la kwenu. Tukawaambia haya, tukaenda tukaenda, tukapumzika kidogo, baadaye tukarudi tena, tukaenda kwenye ofisi ya kata, ndio masuluhisho yakafanywa. Tukaambiwa tuende ofisi ya nini ya wilaya, polisi hajakuwepo, alituma mwakilishi. Lakini alikuwepo mtoto wangu. Mimi ndiye mwenye shamba, lakini alikuwa yule mtoto ambaye ni mrithi wa shamba yupo. Nimemwona kila anapotafutwa kuonane Mheshimiwa Waziri. Uh, natafuta watu wa Kibafuta, si Kibafuta, mimi nimeomba shamba mwaka elfu mbili na, hapana elfu mbili na kumi na sita, na serikali ya kijiji ikasema masharti, wapewe madawati, wajengewe zahanati, wakajengewa. Kwa hiyo sikufuatilia kwa kweli, nikosia na mgogoro, nikaacha serikali ya kijiji ndiyo imalizane naye lakini bwawa la kufuga samaki lipo na zahanati kama serikali ya kijiji ilivyotaka imejengwa, Kibafuta. Kwa hiyo ilikuwa ni serikali ya kijiji, kwa hiyo mgogoro ni yeye na serikali ya kijiji na mimi, ndio maana nikakaa pembeni, wa malizane kwanza.